Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, karibu tena katika simulizi zetu za sauti ambazo umezi, ume, umezoea kuzipata hapa, na hii simulizi inaitwa Mapenzi ni Furaha na Karaha, sehemu ya ishirini. Kama utakuwa haujasubscribe channel yetu, gusa kitufe chenye alama ya kengele. Utakuwa moja kwa moja umejiunga na wanafamilia ambao wanafuatilia kituo hiki cha Baba Sam the King Tanzania TV channel. Tunachokuomba, subscribe, like, share, comment ili tuweze kupata mchango wa mawazo yako. Sasa, karibu tuianze sehemu yetu ya ishirini ya simulizi yetu hii. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Rama moja kwa moja aliamua kutoa begi na hatimaye akakamata njia. Maskini Rama hakujua kwamba anaelekea wapi, wala hakujua aende wapi. Hapo ndipo alipoanza kufikiria na kuwa na mawazo mazito. Akaanza kuzungumza yeye mwenyewe peke yake, huku akisema <coughs> ah. Imetoka kwa wazazi wangu. Sasa sijui hapa nielekee wapi? <tip> Haya mambo mengine ya kwanza kulazimisha na wanawake wanawake wenyewe. <tip> Ah, ni kweli wanasema oo, mara yupo kama Loveness. Na yeye ni mweupe eh. Na yeye pia sio mnene sana wala sio mwembamba ye? sio mrefu wala sio mfupi ye? kama Loveness kabisa, lakini lazima kuna vitu vitatofautiana. Mfano kama tumatiti twa Loveness, mimi natupenda na zile chuchu zake namna jinsi zilivyo, ninajua tu hilo hapo litakuwa liko tofauti wanawake hawawezi wakafanana, na inawezekana kafanana naye kila kitu kwa kujifanya kwamba wao wameniweza, lakini nikaenda nikalala naye kitandani na hatimaye nikute <gulik> ni kama gogo, hata kutingishika hatingishiki. Ah, sasa mi wanawake kama haumiwani, Lavnes anatingisha kweli, si anayajulia wapi yule mtoto. Ni yani, kwa kweli mwanamke tu kabisa ndo ambaye amenifanya mi nimetoka nyumbani. Sasa kama nimetoka nyumbani hapa naelekea wapi? Ee Mungu, naomba unisaidie nisije nikaliwa na chochote na wala nisije nikadhulika kwa chochote. Wewe ndo nakukabidhi maisha yangu. Baada ya kuzungumza maneno kama hayo, Rama aliondoka moja kwa moja mpaka mtaa wa pili huko ndipo ambapo walipoona kuna gofu la jumba ambalo limebaki halina milango, juu bado limeezekwa, ingawa ni kama watu wanakuwa wanakuja kuchukua vitu, yaani wanabomoa, wanahamishia sehemu nyingine, lakini kwa vile lilikuwa bado limeezekwa, masikini ya Mungu akaona hapo hapo yeye ndo pakuweza kutua ubavu wake, alikuwa kilala chini kwenye simenti ambayo imeishaisha na begi lake. Mpaka watu waliokuwa wanaishi katika mtaa huo wakaanza kumwona rama, atakuwa ni mwehu huyu, atakuwa ni kichaa watu wengi walikuwa wakimsema kumbe ni mtu mwenye akili zake timamu. Baada ya kukopa pesa Sarafina, akawa amekopa pesa kwa Stamili na hatimaye akapanga ampikie chakula kizuri ambacho anachokipenda. Akaanza kumuuliza Loveness anajisikia kula nini. Hatimaye Loveness alizungumza kile ambacho anatamani kukila, alisema anahitaji kama endapo vinaweza vikawepo viazi mviringo, hivyo ndo anajisikia kula. Kwa hiyo inatakiwa vipikwe vizuri, virostiwe viwe na mchuzi Akaona hapo hapo ndo muda mzuri kabisa wa kuweza kuweka dawa ambazo amezinunua kwenye kile chakula ambacho Loveness atakachokula, akakitengeneza vizuri. Hatimaye baada ya kuwa amepika rosti la maana, akaenda akachukua dawa zile ambazo ametoka kuzinunua, hatimaye akaweka kwenye ule mchuzi na akakoroga. Anajua kabisa hiyo dawa inatoa ujauzito na ujauzito umeshakuwa ni wa miezi kama minne sasa. Je, atamwacha mtoto wake salama kweli? wakati anaendelea kukoroga ndani ya lile ya rosti ambalo amelitengeneza, Happiness sijui aliingiliwa na nini. Alinyanyuka moja kwa moja, akamfuata dada yake. Baada ya kufika pale, alishangaa Loveness mdogo wake akapitisha mikono kwa nyuma, hatimaye akajaribu kama kumsimamisha kwa vile. Aliona hiyo ishara na yeye alisimama. Baada ya kusimama, akaona anamkumbatia, akajaribu kumwambia weh Mekutwa na nini, mdogo wangu? Mbona kama vile hutaki kuniambia kuna nini ambacho kinaendelea? Hebu niambie basi, ninong'oneze na mimi niweze kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea. baada ya kuzungumza maneno kama hayo Happiness, alianza kuongea akiwa na lia, yani anajiikaza ili asiwezi kutoa sauti kwa nguvu, akaanza kutetemeka. Yani amemshikilia dada yake, amemkumbatia anaanza kutetemeka mwenyewe, alianza kuzungumza huko akisema lakini Loveness alishtuka mshituko mkubwa sana, akawa na shangaa mama yake anataka kufanya kitu kibaya kiaje? Na kweli alishangaa kwa sababu ule mkumbatio mdogo wake aliyomkumbatia, mara kuwa kama anamnyenyua, mara kumkumbatia kule, akaanza kutetemeka mikono anajaribu kumwonyesha kama ishara za kumwambia ondoke, akawa hajaelewa. Lakini kwa sababu ni mtu na mdogo wake na wamecheza sana, wamezoeana wamekuwa pamoja na anamuona kabisa na alia, akagundua yawezekana hapa kuna kitu. Loveness aliamua kutoka hapo moja kwa moja katoka nje. Baada ya kutoka nje, mama yao akiwa anatoka Bisarafina jikoni ili aweze kwenda kumtengea Loveness chakula hicho moja kwa moja Happiness wakati anaendelea kwanza katika kutoka nje tu waliambatana pamoja na dada yake akiwa amemkumbatia hivyo hivyo. Baada ya kufika nje, alimwonyesha ishara kama ya kupunga mkono kwamba nenda huko, lakini kidogo Loveness akawa kama ni mtu aliyezubaa hivi. Sasa mama yao Bi Sarafina wakati anatoka tu jikoni akiwa amefikisha mlangoni kile chakula, Happiness alikimbia baada ya kumwachia dada ake, akakimbia moja kwa moja mpaka pale mlangoni, na hatimaye akaanza kuzungumza huko akisema, oh, oh, mama, samani samani, mama samani <tis> nasikia tumbo linaniuma mama, mama, mama, mama, mama tumboli na nyuma. Akawa amejiangusha chini Happiness. Baada ya kujiangusha chini, mama yake akawa ameshtuka na kuhamaki. Alichokifanya, kakimbiza moja kwa moja tena kile chakula jikoni na kukiweka chini hatimaye kamkimbilia mwanaye. Baada ya kumkimbilia mwanaye, Lavunesi akawa ameshatoka na ameshatokomea. Wapi alipoelekea? Akawa ameenda moja kwa moja mpaka kwa Stamili. Maskini Lavunesi, tazama namna jinsi ambavyo anajaribu kuokolewa na mdogo wake. Alilala hapo hapo chini akaanza kugaragara, maskini ya Mungu, kumbe wala haumwe chochote, ila tu ni triki ambayo imejaribu kuitumia, ili kile chakula asije Lavne akalazimishwa kukila, asilazimishwe kukila, wala asitengewe, kabisa wala kisimkute, kwa sababu ameshamuona mama yake alichokuwa anataka kukifanya. hapo kumbe, ndiyo maana wakati anaendelea kuzungumza masuala ya kutoa mimba, moja kwa moja Happiness aliamua kunyenyuka na kuondoka hali ya kwamba mama yake bado anaongea. Kumbe inaonekana ilimuuma, ingawa tu alisema kwamba mtajijua mtu na mama na binti yake. Kumbe imemuuma, baada ya kuwa amejiangusha chini na kugaragara. Mama yake akakimbia moja kwa moja ndani na akaenda akafungua kuna kopo moja ambalo ni la dawa ya kienyeji, na hatimaye ndiyo hiyo dawa aliyomletea mtoto wake ili aweze kutumia. Alivyomnyenyua chini na kumkalisha, kweli alinyenyuka na kukaa moja kwa moja, alivyokaa alipewa ile dawa na akainywa kweli, kwa sababu si anajua haina madhara, si ni dawa ya tumbo tu? Kwa hamna, na hamna shida. Kwanza hapo atakuwa amejikinga aliona zaidi, itakuwa iko hivyo hata kama lilikuwa linataka kuvurugika, manake litakaa vizuri baada ya kuwa amefanya triki hiyo mama yake yani, bi Sarafina, akiwa ameenda kutunza kopo la dawa ambayo alikuwa ameileta na kuikoroga kwenye kikombe na kumpa Happiness, yakanywa moja kwa moja, alienda akanyenyuka haraka haraka, moja kwa moja akaingia mle jikoni, akachukua chakula chote kama kilivyo, kwa sababu si alimuona mama yake. Baada ya kwenda kuchukua dawa alitumia dakika tano, akajua kwa vile naweka mbali, kwa hiyo hizi dakika tano nitazimaliza nikiwa nimemaliza kufanya hiki kitu. Kilichofanyika, akachukua kile chakula na hatimaye akaenda kukimwaga kabisa huko. Baadaye akarudisha vyombo. Baada ya kurudisha vyombo, akatokomea na yeye huko huko ambapo alipomwelekezea dada yake aende. Sarafina baada ya kutoka nje kuingia jikoni akakuta chakula hakipo. Baadaye wakaenda kule wakatengeneza triki na yule jirani yao, ambaye ni Stamili, ambaye ni rafiki mkubwa sana wa mama yao, wakawa wametengeneza triki, hatimaye akawa na yeye anapika chakula kama kile kile huyu Sarafina wala hakuamaki. Baada ya kuingia na kukuta chakula hakipo kwenye vile vyombo, hakuamaki kwamba chakula labda kitakuwa kimemwagwa hapana, kwa sababu alimuona hata Hepi hayupo, akajua moja kwa moja inawezekana atakuwa amechukua hotpot moja, amekipakia amempelekea dada yake, kwa sababu mle kulikuwa na hotpot nyingi jikoni kwa hiyo alichokifanya Happiness, kwa ujanja wake, akaamua kumwambia yule mama yake mdogo, yaani rafiki yake na Sarafina ambaye ni Stamili, akamwambia apike chakula kama kile kile, alafu baadaye kuna kitu anataka kukifanya. Kweli alipika chakula cha vile na hatimaye akara kabisa pamoja na kina Loveness pamoja na Happiness. Baadaye akaamua kumwambia Loveness warudi nyumbani wakiwa na poti, wakiwa na eti poti ya Stamili, pia warudi bila kunawa na waichukue hiyo eti poti ikiwa haijaoshwa. Hiyo ndiyo triki aliyoitumia. Hatimaye wakarudi mpaka nyumbani. Baada ya kufika nyumbani, moja kwa moja akamwambia, eh, mama, nimerudi nyumbani nikiwa na dada kule kule, nilikuwa nimempelekea chakula, lakini tumekula wote, hajala peke yake nimemsaidia na mimi ili aweze kula vizuri. Oh, umefanya <laughs> vizuri, asante sana mwanangu. Eh, ngoja nioshe hivi vyombo, ngoja nioshe hivi vyombo. Akaanza kujiimbisha, kumbe yeye anajua ni kitu gani ambacho amekifanya. Naam, mpenzi msikilizaji wa simulizi za sauti, sehemu yetu ya ishirini ya simulizi hii, mapenzi ni furaha na karaha, imeishia hapa. Kama utakuwa umependezwa na simulizi zetu, tunakuomba subscribe like, share, comment ili tuweze kupata maoni yako. Hadi sehemu ya ishirini na moja tutakapokutana tena, ni kuage, niseme kwa heri kwa sasa. The King. Unaangalia Baba Sam the King Tanzania TV channel. Kwa maoni na ushauri tumia namba zifuatazo: 0752732515.